Mtu mzima mtoto, sehemu ya saba. Endelea basi. Aisha, nilikuwa nakutania tu, minawahi nyumbani mwaya. Haya bwana, hujakosea, lakini ni kweli, nina maumbile madogo, na hii ndio sababu kubwa inayonifanya nisiishi na mwanamke kwa muda mrefu. Mm, usilalamike bwana, minawahi kwetu. Aliongea hivyo Sheila, huku akivaa nguo zake na kuondoka. Alimwacha Ali akiwa maswali mengi sana. Kwani Waswahili husema kuna ukweli nyuma ya kila utani. Sheila aliporudi nyumbani, alipitiliza mpaka bafuni na kujisafisha. Pindi alipotoka alikutana na Shani akiwa anakwenda kuoga. Walisalimiana vizuri pale walipopishana. Lakini moyoni mwake Sheila hakupenda kabisa kinachoendelea kati ya Shani na Sefu. Akiwa katika mwendo wa kutembea bado hajaingia chumbani kwake. Alipoinua sura yake kuangalia mbele kidogo, alimwona Sefu akiwa ndani ya bukta fupi ambapo dudu lake lilikuwa likionekana jinsi lilivyojichora kwa nje. Sefu, naomba kuongea na wewe, nisubiri kule kwenye maua na kuja. Aliongea hivyo Sheila kabla hajaingia chumbani kwake. Dakika tano zilikuwa nyingi kwa Sheila kujiremba na kutoka nje kwenda kuongea na Sefu ambapo alimkuta akiwa amefika mapema. Sefu, mdogo wangu, najua kwa sasa umeshanijua jinsi nilivyo mpaka ndani, lakini kuna kitu naomba unisikilize kama dada yako unayemheshimu na kusikiliza. Kujijua kuwa una dudu kubwa kusiwe sababu ya wewe kuwa malaya. Tambua kuna magonjwa kama UKIMWI unaweza kuambukizwa kirahisi, na kama utaona huwezi kuacha tabia yako ya kupenda kufanya mapenzi na kila msichana, tumia kinga, sawa? Natumaini umenielewa. Nimekusikia. Hivi, nikuulize kitu. Niulize. siku ile ulivyokuja na kutaka nikusugue, nilikusaidia au sijakusaidia? Ulinisaidia. Nisingekusaidia, ungejisikiaje? Vibaya. Kwa nini unaniuliza hivyo? Elbasi, elewa kitu hiki, wote wanaonifuata ni kwa sababu wananihitaji. Sijawahi kumtongoza mwanamke, yeye mwenyewe akiona hili dudu anachanganyikiwa, kama wewe hivyo. Mimi nawasaidia tu. Mm, haya kuwa makini. Lakini baada ya kutoa kauli hiyo, Sheila aliondoka na kumwacha Sefu akiwa anatabasamu na kujiona bingwa kwa kumkosoa Sheila. Baada ya siku mbili kupita, siku hiyo Sefu akiwa anajisaidia haja ndogo nyuma ya nyumba yao, sio kwamba vyoo havikuwepo, bali alijisikia tu kuwa huru kufanya hivyo. Lakini katikati ya haja ndogo, mara alisikia sauti ya mama fulani iliyomshtua sana. Wewe mtoto, huoni kuna mboga zangu hapo? Kwa sauti alizungumza mama huyo, huku akiwa ameshika kiuno. Samahani mama yangu, nisamehe. Hakuna cha msamaha hapa, alizidi kupaza sauti yake mama huyo, ambapo Sefu hakutaka kelele hizo zisikike mbali. Naomba samahani sana, alizidi kusema hivyo Sefu, huku akitia huruma usoni mwake. Unataka nikusamehe nisikupeleke kwa mama yako? Ndiyo, njoo nifuate. Kauli ya mama huyo ilimfanya Sefu aanze kuhisi mambo asiyokuwa na uhakika nayo. Basi Sefu alikaribishwa vyema kwenye nyumba ya mama huyo ambapo ndani yake hakukuwa na mtu yeyote ya zaidi yake. Mama, kwa nini umenileta huku? Usiwe na wasiwasi. Kwanza usiniite mama, sawa? Basi lengo la mama huyo lilikuwa ni kutuliza haja zake za kimapenzi. Hii yote ilitokana na baada ya kushuhudia dudu washa la Sefu pindi akikojoa kule alikodai mboga zake zimekojolewa. Kumbe ile kupaza sauti kumfokea zilikuwa ni njama za kumtisha na kumvutia. Kwa upande wake, Sefu aliingizwa mpaka chumbani kwa huyo mama ambapo palikuwa ni pa kawaida. Akaketishwa kwenye kitanda, kisha mama huyo akabadilisha nguo mbele ya Sefu na kuvaa kanga moja iliyomwishia mapajani mwake akamsogelea sefu na kuketi naye karibu kabisa. Mwanangu, katika maisha yangu sijawahi kuona mwanaume mwenye umbile kubwa kama ulilonalo. Nimekuita hapa ili nilione tu, kisha uende zako, alimaliza mama huyo kuongea hivyo na kubaki akimwangalia sefu kwa macho ya matamanio. Basi sefu akadanganyika na maneno hayo, ambapo alitulia kimya bila kujibu. Basi mama huyo alijua fika Sefu hawezi kuruka. Alipeleka mkono wake mpaka kwenye bukta ya Sefu na kuingiza ndani, akalishika dudu la Sefu na kulitoa nje. Mm, mtoto wewe una dudu kubwa, na hapa halijasimama, likisimama je? Basi mama huyo ili dudu hilo lisimame alipiga magoti na kuanza kulinyonya. Halikuchukua muda dudu hilo lilisimama na kunyooka hasa kwa hasira. Mm, kweli we mtoto ni wa kipekee, lote hili Aliendelea kusema hivyo mama huyo huku akilinyonya vizuri dudu la sefu. Aliguna sefu kwa utamu wa ulimi wa mama huyo. Leo nitakupa raha mpaka mwenyewe ufurahi. Utajisikiaje dudu hili likiingia kwenye kitumbua changu? Kimahaba aliongea hivyo mama huyo na kujitoa kanga yake. Sefu alipotazama kwenye kiuno cha mama huyo aliona shanga nyingi zikipendezesha kiuno chake. Lakini wewe ni kama mama yangu. Hatuko sahihi kufanya hiki kitu, mi mdogo sana. Aliongea hivyo Sefu huku akijitoa kwa mama huyo. Alipofanikiwa kujitoa kwa mama huyo, alivaa nguo zake na kutaka kuondoka. Kwa heri, nitakuja siku nyingine. Sawa, ila tambua mkubwa achunguliwi bure. Kauli hiyo aliyoitoa mama huyo bado kwenye akili yake Sefu, hakugundua maana yake. Sefu aligeuka na kuelekea mlangoni. Kila alipojitahidi kufungua mlango, haukufunguka. Aliutikisa sana, lakini bado hakufanikiwa kuufungua. Aliporudisha macho yake kumwangalia yule mama, alimwona akiwa amelala kifudifudi, ambapo makalio yake yalituna hasa, naye kwa makusudi alitabasamu huku akimwita kwa ishara ya mkono. Sikiliza Sefu, huna tena njia ya kufanya. Ninachoweza kukusaidia ni hiki, timiza ninachotaka, kisha uende unapotaka, aliongea mama huyo ambaye Sefu akijiangalia ni kama alikuwa mtoto wake wa tatu. Kwa nini unanifanyia hivi? Alihoji Sefu huku akiwa bado ameganda mlangoni. Kwa sababu nina muda sijafanya hayo mambo, na nilikuwa sitaki kufanya kabisa, ila niliposhuhudia dudu lako ndipo nami nikajikuta na tamani japo sekunde chache kuzitumia nikiwa nawe kitandani. kama sitaki je? Basi utakuwa hutaki kwenda nyumbani kwenu pia. Mm, haya, fanya unachotaka. Fimbo iliyo mbali haiwi nyoka. Jamani, sogea karibu, mtoto mzuri. Kwa sauti ya ulegevu alisema mama huyo, ambapo Sefu kwa mwendo wa taratibu alijisogeza na kuketi pembezoni mwa kitanda alicholala mama huyo. Kwa vile mama huyo ndiye alikuwa na hamu sana ya kufanya mapenzi, alianza uchokozi taratibu, ambapo alijinyanyua na kumvua shati Sefu aliyekuwa akitoa ushirikiano. Kwenye akili ya mama huyo alijua fika Sefu bado mtoto, kumbe ni hatari kwenye hayo mambo, siyo kama alivyomfikiria. Jamani, mtoto mzuri, mbona unaona aibu? Njoo bwana. Aliongea mama huyo na kumvuta Sefu kwenye uwanja wa mapambano. Hapo ndipo Sefu alianza kuonyesha mautundu yake, japo alikuwa ni mdogo kiumbo. Alimlaza chali mama huyo na kuanza kumnyonya matiti yake yalilegea. Alianza kuguna mama huyo, huku akizidi kujibinua kifua chake. Hmm. Hapa ninaweza nikamnyonya sana mpaka maziwa yakatoka, maana ameshazaa huyo, alijishauri kichwani mwake Sefu na kuachana na zoezi hilo. Alikichukua kidole chake kile ambacho wengi hukiita ni cha matusi kisha akakishusha mpaka kwenye kitumbua cha huyo mama na kuanza kukisugua kiarage chake kilichosimama kwa hamu. Mama huyo huku akitoa tahadhari ambapo kwa upande wake Sefu alichukulia ni kawaida na kuendelea kumsugua kiarage chake. Hapana Sefu, ngoja kwanza. Aliongeza kusema hivyo tena mama huyo na kuushika mkono wa Sefu uliokuwa unashughulika na kitumbua chake. Mbona unautoa? Hapana, sitaki kumwaga kwa kusuguliwa na kidole wakati dudu lako lipo tena jinsi lilivyosimama na litamani haswa. Basi Sefu aliona ni muda mwafaka wa kuanza kuutumia bunduki yake ambapo alimjia kwa juu mama huyo aliyejipanua mapaja kama yuko leba anasubiri huduma. Akashika dudu lake kwa mkono wa kulia kisha akalielekezea kwenye kitumbua mama huyo. Dudu la Sefu lilikuwa limesimama haswa. Taratibu akakigusisha kichwa cha dudu hilo kwenye mlango wa kitumbua na kufanya kama anaingiza na kutoa. Kwenye kichwa chake aliamini kwa njia hii itamfaa mwanamke mwenye hamu kubwa ya kufanya mapenzi alilalamika mama huyo jinsi kiarage chake kilivyokuwa kinakunwa vyema na kichwa cha dudu la Sefu. Ikafika muda, mama huyo alirusha maji fulani ya utamu ambayo yalimrukia Sefu kwenye eneo la nje la kibofu chake cha mkojo na kutiririka chini kwenye bustani. Mm, we mtoto, nani kakufundisha kufanya hivi? Mimi mwenyewe tu nimejua. Mm, unajua mpaka basi, nishachoka kabla hata hujaniingiza dudu lako hilo nene kama la mtu mzima, au wewe mtu mzima? Mtoto aliongea hivyo, ambapo mama huyo alishangazwa sana na uwezo wa Sefu, ambapo ukiangalia umri wake hauendani kabisa. Baada ya dakika arobaini, mama huyo alikunwa vya kutosha kiasi kwamba aliridhika kabisa. Basi Sefu alimwahidi kuwa siku nyingine atarudi. Basi Sefu aliruhusiwa kutoka ndani humo, ambapo alirejea nyumbani na kumkuta Shani akiwa amekaa kama mnyonge. Jamani, ulienda wapi Sefu? Aa, nilikuwa hapo jirani napiga stori. Nilikumisi jamani, mimi pia ngoja niingie ndani mara moja. Basi Sefu aliingia ndani na kuelekea kuoga. Ilikuwa ni asubuhi nzuri ya siku hiyo ambapo kwa upande wa Sefu aliamka na janga ambalo hakuweza kumsimulia mtu. Kitu cha ajabu sana kilimtokea Sefu. Dudu lake lilipinda na kuelekea nyuma ambapo kichwa cha dudu hilo kilikuwa kinagusa kitobo cha haja kubwa. Kiukweli, Sefu alijitahidi kwa nguvu zake zote, lakini hakuweza kulinyoosha dudu lake. Yule mama ameniroga au? Alijiuliza Sefu aliyekuwa katika wakati mgumu sana. Alijitahidi kukaa nalo moyoni jambo hilo, huku akijipa moyo kwamba yawezekana ni ameamka ya vibaya. Zilipita siku mbili, ambapo dudu lake lilikuwa linazidi kujiingiza kwenye kitobo cha haja kubwa. Hii ilimsababishia asijisikie kwenda haja kubwa wala ndogo. Itaendelea.